na mtazamaji wa UTV ni kushukuru sana kwa kuchagua kuangalia Kidani. Mimi ni Sauda Hussein, leo tumekuja kumtembelea, uh, mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Bora Initiative. Huyu ni mwanamke ambaye akijulikana kwa jina la Abella Bateyunga. Ni ana story ndefu kidogo, ni mwanamke ambaye au ni msichana ambaye alifeli form 4, um, akafiwa na mzazi akalelewa na watu wengi, lakini hii leo tunazungumzia ni mkurugenzi wa taasisi ambaye imeajiri zaidi ya vijana ishirini na tano lakini pia vijana wengine zaidi ya hamsini wakiendelea kupita Uh, katika taasisi yake kwa mafunzo mbalimbali, mimi pia ikiwa ni mmoja wa watu ambao niliwahi kunufaika katika mafunzo yake. Na kujua zaidi kuhusiana na yeye, tusikilize kwa muhtasari uh, wasifu wake. Abella Bateyunga ni mjasiriamali wa kijamii mwenye ujuzi na uzoefu mpana katika utawala bora, vyombo vya habari, ubunifu na sanaa. Kwa zaidi ya miaka kumi na tano anawahamasisha na kuwawezesha vijana wa kike na wa kiume kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii zao. Kama mwanzilishi wa Tanzania Bora Initiative tbi Abella anaongoza vijana hususan wasichana kushiriki katika masuala ya utawala na haki za kiraia. Kupitia TBI anakuza ushiriki wa wananchi, anahimiza uwajibikaji na anapigania mabadiliko ya sera yanayolenga ustawi wa jamii. Mbali na hayo, Abella ni mkurugenzi, mwandishi wa tamthilia na mwandishi wa nyimbo katika Hii ni Africa musical theatre, pamoja na jamii ya wasanii. Kupitia jukwaa hili anakuza a vipaji vya wasanii wa Kitanzania anainua ubora wa sekta ya ubunifu na kuathiri kwa njia chanya mtazamo wa kitamaduni na kijamii kwa kusimulia upya hadithi za Kiafrika. Kwa heshima na fahari, Abella anajenga taswira yenye thamani ya kusimama kama balozi wa diplomasia ya kitamaduni ya Tanzania. Maono yake yanaelekezwa katika kujenga jumuiya wa ya wajasiriamali hasa katika sekta ya ubunifu ili kushughulikia changamoto za kimataifa kwa kiwango kikubwa. Anaunganisha vijana wajasiriamali wa ndani na kuwajengia mtandao wa kuzalisha suluhisho halisi kwa matatizo yanayokabili jamii. katika tasnia ya vyombo vya habari Abella anatumia elimu kupitia burudani, yaani edutainment, kuhamasisha vijana wa Tanzania kushiriki kikamilifu katika michakato ya kijamii kiuchumi na kisiasa. Amehudumu kama mtayarishaji na mtangazaji wa televisheni na redio, na anaendelea kuwanua waandishi wa habari kwa lengo la kukuza na kuimarisha sauti za vijana. Uongozi wake mahiri unatambulika kimataifa kupitia ushiriki wake kwenye mpango wa rais wa Barack Obama Young African Leaders Initiative YALI, mwaka 2014 na kama mhitimu wa Building Bridges Program ya shule ya utawala ya Nelson Mandela mwaka 2018. Amehitimu shahada ya sheria kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, diploma katika uongozi kutoka taasisi ya uongozi na chuo kikuu cha Aalto, na diploma ya usimamizi endelevu kutoka taasisi ya usimamizi ya Uswidi Sim. Na pia shahada mbili za uzamili, moja katika utawala mkakati kutoka kituo cha mahusiano ya nje cha Dr. Salim Ahmed Salim, CFR, na nyingine katika sera na utekelezwaji wa maendeleo kutoka chuo kikuu cha Cape Town, Afrika Kusini. Naam, huo ni wasifu wake kwa muhtasari, lakini niko naye hapa, tutakwenda kusikia mengi sana kuhusiana na yeye, yale ambayo umeyasikia hapo na ambayo haujasikia hapo. Habari yako. Nzuri sana habari. Nzuri. ya wewe. Nzuri sana. Nimefurahi kukuhoji kwa sababu niliwahi kuhudhuria mafunzo yako, kwa hiyo namhoji mwalimu wangu. <laughs> <laughs> <laughs> Tunani kama mwalimu nadhani eh, kila mtu kwa wakati wake ana ya kumfunisha eh, hey, mwenzake. Okay. Kwa leo pia wewe unakuwa mwalimu wangu. Labda <laughs> labda labda. Anyways, uh, watu wangependa pia kujua Abella amefikaje kwenye kuwa mkurugenzi wa taasisi ya Tanzania Bora Initiative na kwa nini Tanzania Bora Initiative? Tanzania Bora Initiative kwa Kiswahili, juhudi ya kuifanya Tanzania kuwa bora. mm -hmm. maanake ni juhudi, si ndio? uh, atu hatujiaminishi atu, yeah. kwamba tunajua kila kitu. kila siku asubuhi tunaamka kufanya juhudi tunazoziweza kufanya nchi kuwa bora. inasherehekea mm -hmm. e, miaka kumi sasa kwa okay. tumeanza mwaka elfu mbili na kumi tume mm -hmm. na tano tumekaa tumepambana, na lengo ni, ni, ni jepesi lakini gumu kulea vijana kuwafanya vijana kuwa viongozi, lakini pia lengo ni kufanya wale vijana viongozi waweze kuchangia kwenye maendeleo ya nchi. Lengo letu ni kuweza kuchangia kwenye uchumi, kuchangia kwenye kukuza jamii inayoeleweka inayojielewa na, ina mm -hmm. na kuweza pia ku, ku, kuendeleza urithi baba wa Nyerere kwamba watu walioendelea mm -hmm. ndio wanaendeleza nchi mm -hmm. tunaendelezaje watu kwa fikra mimi I believe if people are transforming their mind, watu wakiweza kubadilika kwenye fikra wakapewa ujuzi uh, na maarifa sahihi ya karne ya 21 tunatoboa. Yani namna gani sasa Adela alipanda kufika hapo? Abela bwana alilelewa, ndio maana mimi ninalelea. mm -hmm. si ndio? Mimi nililelewa na walezi mbalimbali, lakini walezi wakubwa walionilelea mimi ambao ni kama ni wamenisaidia nimelelewa na legend Mengi, marehemu legend Mengi alikuwa ni mentor wangu mkubwa. mm -hmm. bosi wangu alikuwa wa Ruge Mtahaba, nimefanya kazi clouds kidogo mm -hmm. nimelelewa na Modesta Mahiga alikuwa ni one of my bosses huko mwanzoni, na waongelea hao watu watatu sababu wana mchango mkubwa sana kwenye maisha yangu, kwa maana mimi nimefanyika kuwa mlezi wa vijana, kwa sababu wasingenishika wa mkono na mambo mengi na sehemu nyingi, sweza kufanya baada ya kulelewa nikapewa Uh, nafasi ya kukua mm -hmm. Na mimi nina jukumu la kukuza wengine mm -hmm. Lakini zaidi ya kulelewa Abella ni muamini, mimi naamini kwamba naishi maisha yangu kwa kusudi mm -hmm. Na kusudi langu ni kute, kutumikia taifa. My personal mantra is for God and country. Yaani ile ile kauli mbiu binafsi mm -hmm. Nafanya kila kitu huduma kwa Mungu, huduma kwa nchi. Ume graduate masters bili kwa wakati mmoja? Ndiyo, ndiyo. Na kuna mtu mmoja, kuna kipindi tulikuwa tunakuzungumzia kwa wema, kwa hiyo kuna mtu anaweza kukaa kaza kumzana kwamba yule mtu bwana ana akili mwaka jana ame graduate akaambia tena, uh, masters mbili kwa wakati mmoja. Nikamwambia kwa ninavyomuona sio tu, angeniambia tatu kwa mara moja, anaweza unawezaje? Unaweza. yote hayo sile mafanikio ni taarifa. Taarifa huleta ujuzi, ujuzi huleta hekima, hekima huleta insight, alafu inakusaidia kuweza kufanya au kuamua mambo, kutafanya miradi ya kibabe, utafuta ushirikiano wa kibabe, ukafanyika ukafanya fundraise kupata pesa nyingi kwa ajili ya kushukumikia watu wengi lakini tufanye hivyo bila maarifa, kwa maarifa haitafuti kwa kusoma mara moja, fukaacha mimi nikiega mtu anasema kwamba mimi na degree, afu amekaa chini. Kwa sababu lazima uendelee kuitafuta elimu. ulikuwa ni niui, babaangu mzazi marehemu, babangu mzazi anasema kwamba msiache kujifunza na usicheze elimu. Kwa hiyo kwangu mimi elimu sio tu ni makaratasi au credential, inanisaidia kukutana na watu sahihi, kukaa kwenye jumba sahihi kujipata mawazo sahihi lakini pia kufanya miradi ambayo yenye tija kwa ajili ya kufanya mabadiliko kwenye nchi. Mm-hmm. Kwa hiyo nikisema nina contribute kwenye dira ya maendeleo ya taifa si bahatishi. mm -hmm. Because nachukua dira kwenye sheria mm -hmm. Kwenye policy, kwenye regulation nasema alafu mm -hmm. Nataka kwenye glass, nasema tunasema inafikiaje ya wananchi then natengeneza mradi mm hata -hmm. Nikiandika mwimbo wangu naandika mm -hmm. mwimbo ambao una mandhari mipana sana mm -hmm. Si ndio? Yeah. Okay. Yeah. Kwenye kwenye hizo uh, nyimbo ambazo baadhi umeitunga ama umeandika, kuna yoyote ambayo iko familia watu wanaijua mm -hmm. Mimi sana yangu ni tofauti kidogo mm -hmm na miradi miwili ambayo inaendelea na mradi wa tatu toka mwaka kesho. Mradi wangu wa kwanza unaitwa hii ni Afrika, ni theatre ambayo tunaandika stori ya Waafrika kwa ajili ya Waafrika. Mara nyingi stori ya Waafrika imekuwa ikielezewa na watu wengine ambao sio Waafrika, so this is a movement of saying tunaandika stori ya Waafrika kwa Waafrika. Tulilaunch miaka miwili iliyopita, kwa jamii, kwa mabalozi, kwa nchi mbalimbali, imependwa sana. Mwaka huu oni mwezi uliopita nimetoka Joburg, Johannesburg na Cape Town na Nairobi kutafuta uh, show schedules kwa ajili ya kupeleka timu yangu ya wasania arobaini kufanya show kuelezea story ya Afrika. Mradi wangu wa pili unaitwa hii ni Tanzania. Nilifanya hii ni Afrika, watu walipenda sana na lengo la hii ni Afrika ni kupeleka history ya Afrika New York uh, Broadway na West End uh, UK telling the African story to the globe. Kama vinavyoelezea Lion King au Fela Kuti tunataka tupeleke another creator kubwa zaidi yenye yenye inajili na masimulizi ya kiafrika tufanya hii ni Afrika, tukaulizwa, Tanzania iko wapi? Mbona mtonyesha bara, mtonyeshi nchi? So it was a very good challenge. Kwa miaka hii ni Afrika nilikuwa kwa miaka saba, ndio maana nikaenda shuleni kujifunza, maana nikaandika story ya Afrika, nikagundua eh, eh sijui Afrika. I had to go back ndio kuchukua masters yangu South Africa kwa ajili ya kujifunza uh, kuhusu Afrika. Hii ni Tanzania sasa tumeleka kwa miaka miwili sasa. The idea ni kuelezea historia ya Tanzania. Mimi sasa kama mwanadiplomasia, si ndio? Kuelezea historia ya Tanzania na kubeba cultural diplomacy na kusema kwamba we can center our country kwenye geopolitics. Like so, unaelezea hii ni Tanzania, historia ya Tanzania, unaelezea hii ni Africa, historia ya Afrika, alafu unasema mwaka kesho unakuja na another, nito, Tanzania nostalgia hmm. Nyimbo ambazo zinafanyia kumbukumbu na uzuri wa nchi yetu kama maua mazuri, e, ndio tunaelezea hayo ili kuweza kuunite Tanzania kwamba kuna mambo mengi yanayotuunganisha zaidi yanayofanya nini, yanayotenganisha hmm. Lakini pia kuwachukua diaspora wa Tanzania wanje na kusema ninyi, hata kama mko nje ya nchi ni sehemu ya nchi yetu, yeah, yeah. Kwa nafasi ulionayo kama kiongozi, na ni moja ya jitihada pia ambazo unapigania ni kuhakikisha kwamba kunapatikana usawa na katika nafasi mbalimbali za uongozi. Wanawake bado hatua zinapigwa, lakini soko kubwa kama inavyoonekana, na wakati mwingine hata hizo nafasi zikipigwa bado kuna kurudishwa nyuma. Unafikiri nini kifanyike, hizo hatua zinazoonekana za maksudi zikifanyika na watu kama nyinyi na serikali na taasisi uh, mbali mbalimbali zifanikiwe, basi hata ikifikia malengo elfu uh, mbili hamsini yawe angalau yamefikia kwa, kwa, kwa kiasi fulani so, Sauda, mimi nina background ya sheria, nimekuambia na degree ya sheria. Na kwa kabla sijaanza kufanya kazi hizi za kimaendeleo, nimefanya muda mrefu kazi ya harakati za haki za binadamu. Nime na nimetetea sana haki za wamama na mabinti. Mm -hmm. Na ninakuwa mvutwa sana kwenye masuala ya mirathi, sababu mwenyewe nimeathirika kwenye mirathi baada ya baba yangu kufariki, na nimeona mambo mengi ya mirathi ikiwa imepitiwa haki za mabinti. Uh, sababu na sipendi bad cultural practice kama masuala ya kukeketwa kwa mabinti, mabinti kuolewa wakiwa na mm -hmm na umri mdogo umeelewa. Uh, kuozesha mabinti katika umri mdogo umeelewa. So haya yote mimi nayafahamu kwamba ni mambo sio sahihi, na pia nafahamu kwamba tuna operate kwenye environment ya mfumo dume ni ukweli. So, si, si dharau hizi factor zote, na lazima tufanye kinalowezekana katika katika uwezo wetu either kufanya enabling policy mm -hmm. friendly environment, yani kuwa kuna sera rafiki ambayo inakubaliana kwamba kwa muda mrefu wanawake na mabinti mm -hmm wamekandamizwa na mfumedume kwa lazima tutafute jinsi ya kuwanyanyua. mm -hmm. Na hapa tunatafuta usawia sio usawa peke yake. mm -hmm. Bado nataka ni challenge wa dada na mabinti wote. Mimi nina binti nyumbani na miaka kumi na tatu mm -hmm. na mimi ni kiongozi mwanamke sado, wewe ni kiongozi mzuri sana kwenye media na wewe ni mwanamke. Tumefikaje hapa? Kuna mtu alitushikia mkono. mm -hmm. Umeelewa, tujifunze kama tujakabisa kwenye meza na tuna kitu cha kuongea, tubebe kiti chetu tuende nacho kwenye meza, tusubiri kila wakati kupewa nafasi lakini na mm -hmm. mimi nikifunguliwa mlango nijifunze kumvuta Sauda nyuma yangu mm -hmm. kwa tujifunze kuongeleana mazuri, lakini pia tusubiri kualikwa, lakini tujiongeze ili mchango wetu uonekane. mm -hmm. So I think we should also model the way, yani tutengeneze njia ili tufanye nini, kuonekana. Tugombea tu tusaidie kugombea haki, tubadilishe sera, lakini lazima tuonyeshe mifano na njia ili mm -hmm. nyuma yetu hatuoni, lakini pia hata wale watu wa kwenye sera mm -hmm. na masuala ya kwenye governance watawala waseme aa, kumbe wa wanachomaanisha ni hicho. mm -hmm. kwa mfano mm -hmm. so we must model the way na kusema kwamba haki, haki, haki, tudai mahakamani, haki tudai kwenye sera, lakini haki na usawa tuonyeshe kwa vitendo ili mm -hmm. tuweze kuinspire kizazi cha mbele na wale tuzunguka pia. Naam, bado unaendelea kuangalia Kidani kupitia hapa UTV. Mimi ni Sauda Hussein, tunapata mapumziko mafupi, ni kuhusihi tafadhali endelea kubaki hapo hapo. Naam, tumerejia baada ya mapumziko hayo mafupi na tunaendelea hapa na Kidani. Ukilinganisha uh, kizazi tulichonacho sasa, lakini pia ni kiongozi ambaye anafanya kazi na vijana zaidi, wanawake na wanaume Unaiona tofauti gani kati ya kizazi cha milenia na hiki cha jenzi ambacho sasa ndo kinahitaji kushikwa mikono kuelekezwa? Yani, kuna namna tu unaona kwamba kuna kuna ugumu mahali fulani, sijui kama wewe huyo unaiona kama kiongozi na nalelea vijana. Naiona <laughs> kila siku <laughs> nalelea vijana, nina jenzi wengi hapa. Sitaki kusema kizazi fulani ni tofauti na kizazi kingine, kwa sababu kila kizazi kinaathirika na mazingira aliyowazunguka. Mimi ni Mm-hmm. Si ndio? TV ya kwanza Tanzania nimeiona ikitokezea hivi, mi nimezaliwa kmbini ambacho kuna ITV na CTN tu. Sasa hizi kuna kuna media lukuki, nilikuwa kuna Radio Radio 1 na Tanzania. Mimi ambaye ni, ni wale watoto ambao tulikuwa tunasubiri mama na mwana, Mama Debora Mwendo yeah, tunamsubiri atusimulie hadithi It was beautiful. Mm-hmm. Si ndio? Lakini sasa hivi in your phone unapata kila kitu Si ndio? So we had time kucheza nje, kufikiri kuimagine, kuongea na kufanya kila kitu unfortunately sisi millennia mm -hmm. because ilikuwa hatuna a lot of technology exposure. Teknolojia mm -hmm. ni nzuri ikaa kwenye mikono ya mtu mzuri. Ni ni, tool nzuri lakini mtu Lakin, asipoongozwa Lakin, inaharibu. Kwa unakuta jeni wengi bahati mbaya bahatimbaya, oh, social media wanataka oh, kuwa influencers, uh, kila mtu anadhania ni CEO, maarufu mm -hmm. ndio umaarufu mtu anakitafuta lakini wanakuja baada ya kuona kwamba ni wachache wanafanikiwa. Wengi wao wanakuwa very disappointed, wanapata mental illness, wanakuwa na hiyo kujicomparison syndrome, wanaanza kujikompea kujicompare, wanajiona hawafai, wengine wanaanza kupata suicidal thought, wanafikiria kwamba sifai, sina thamani, sababu ya teknolojia. Na sio kila mtu kwenye teknolojia anachokiposti kiposti ni cha ukweli, umeelewa? Kwa sasa tuna kazi kubwa ya kuoleta tu nyumbani, umeelewa? mm -hmm. Lakini je, do you meet people? Unaishi maisha ya ukweli naana? mm -hmm. Na watu wa ukweli? Je, una engage na community? Je, una action miradi? Umeelewa? mm -hmm. Je, kuna unajua, kuna dunia zaidi ya Instagram Instagram, eh? mm -hmm. Kuna dunia zaidi ya TikTok. Okay. Kwa Gen, Gen, Gen Z wana challenge hiyo, lakini tusiwakatie tamaa, kwa sababu pia they are very sharp on technology, they are very easy to, they are very daring, tukafanye unajua, hiyo pia si milenia, ni waoga waoga kidogo mm, kwa tukichanganya vizuri partnership ni kwamba tu wana mazuri yao na mapungufu yetu kama vile milenia mm. yeah, okay. yeah. uturudi uh, nyuma kidogo ulizungumzia swala la hata wewe pia ulishowe kupata matatizo ya mirathi na umefanya pia sehemu hiyo kama unavyofanya kazi na wizara ya maendeleo na kwenye sekta ya wanawake na kadhalika, moja kati ya vitu ambavyo vinawarudisha wanawake nyuma ni mambo hayo ya mila na desturi na kadhalika. Unafikiri nini kinabidi kifanyike kwa upande wa sera, ama mawazo yako tu kwamba nini kifanyike ili mwanamke asiendelee kupitia katika um, matatizo ambayo anayapitia katika eneo lote ambalo wewe utayari umeshafanyia kazi? mimi kazi mtu mwenye elimu ya sheria nadhani sheria, elimu ya sheria inabidi iwe simplify, iwe kama lugha ya kila siku mm -hmm. Watu wengi wanaonewa sababu hawajui haki. Tufahamu haki za wanadamu zile thelathini, tufahamu sheria muhimu ambazo zina haribu watu, tujaribu zina, zina, kucreate paralegals, yani watu ambao hawajasomea sheria lakini wameelimishwa kuhusu sheria wakaelimisha jamii mm -hmm. Ili sio kila mtu aishie mahakamani tuendelee kufanya kazi na traditional leaders kuwaelimisha, manake wale wakielimishwa, viongozi wa kwenye jamii wanaenda kuelimisha jamii. Maelewa, tufanye kazi na viongozi wa dini, wanaasikizwa wana sana na jamii wengi, dini yoyote. mm. Ile si ndio? Lakini tusikate tamaa pia kuendelea kuelimishana na nini na serikali watunga sera, twende bungeni lakini mi nadhani kuna sheria ambazo lazima tu, sio nadhani, ni muhimu sheria ambazo ni kandamizi kwa wanawake zifungwe au zipigiwe kelele, na iendelee kupigiwa kelele na watu wengi. Ni mchakato wa muda mrefu, sio mara moja. Ni nini nafikiri bado kinatufanya tu, miaka 60 ya uhuru bado tunapigania haki za mwanamke na haki zinatekelezwa, lakini bado tunasikia kelele wanawake waki We, atuna tabia ya ku sell good news. Mm -hmm. Hem tuanze ku tell success story ili baada ya kukomaa tuna ambacho wakipo wakipo wakipo mm -hmm. tujaze ambacho kipo. Okay. Kuna mtu ananiambia kitu kimoja very simple. Unaosha vipi chupa chafu? Yenye yenye maji machafu. Unaweza kumwaga mm -hmm ukasosha na sabuni ukasuuza, kama una maji unaweza kuchukua maji masafi ukaendelea kumwaga kwenye maji yale machafu mpaka maji machafu yakatoka. Hizo ni methods kwa watu wengi tunangana kumwaga tusafishe mtu aanze kumwaga maji masafi mengi mpaka maji machafu yatoke yatoke, si ndio? hmm. Mimi na wewe ndio hayo maji masafi sasa. <laughs> Ni, ni, ni vitu gani ambavyo unatamani vitokee lakini havitokei katika maeneo yoyote yale, kwenye kazi, kwenye nchi? Cha kwanza natamani sana elimu yetu, elimu ya nchi, tukiongelea mindset transformation ingeweza kuangalia uh, ujuzi wa 21st century skills, umeelewa elimu yetu nadhani bado imekaa moo kwenye kukariri na kufanya mitihani zaidi ya kuwa na ujuzi na maarifa ambao unakubalika kwenye, kwenye... La pili, natamani sana Tanzania ingeanza kutumia sanaa kama sehemu ya, ya tunaita creative economy kama sehemu mpya ya kuchagiza ukuaji wa uchumi. Nimefurahi sana dira ya mwaka elfu mbili na hamsini imetambua kwamba sekta ya ubunifu na sanaa ni sekta ya, ya kimageuzi. Basi tutie investment humo, ili sanaa ianze kutumika kama sehemu ya kutengeneza ajira, lakini sio sehemu tu ajira, ku influence mindset, sababu unajua kuna, kuna maongezi ni magumu, lakini ukutumia sanaa ukutumia filamu ukatumia fashion show ukatumia theater ukatumia muziki, yanaongeleka ukombozi wa fikra na ukombozi wa uchumi si ndio? Lakini kingine cha mwisho ambacho ki, ningependa kifanyike zaidi na zaidi Tanzania mm -hmm. Imejengwa kwenye misingi ya umoja, nadhani umoja wetu sabidi tuanze ku redefine upya bara mm -hmm. Na visiwani watu wenye fikra mbalimbali imani mbalimbali, sisi ni wamoja, tuanze ku redefine Utanzania, na Mtanzania ni nini, regardless of our differences. Mm -hmm. Elimu, jinsia, imani, yeah, makabila, turudi kwenye udugu, mm -hmm. umoja, ile tunu za nchi yetu kabisa. Ni vitu gani vinakufurahisha kama Abella katika maeneo tu mbalimbali? Mimi kuimba sana. najua sana. Sana. Lakini <laughs> ni mwandishi wa nyimbo sana mm -hmm. nikianza kutunga, nikipotea studio, nikiwa kwenye theater Nikiwa naandika, nikiwa mavazi, napotea, mm, kwenye ulimwengu wangu mwenyewe kabisa mm -hmm. Taarifa mimi napenda sana kusoma, kujifunza, nipata new information and my mind is excited. Haki, haki inanifurahisha sana inanifurahisha na maarifa na taarifa, lakini imani kwa Mungu kwamba Mungu yupo. God is in control. Mambo yakinishinda mm -hmm. Nayachukua kwenye sala na mwachia Mungu, naenda kulala salama kabisa. Mungu ataibeba. Kwa kumalizia, ni unamwambia nini msichana ambaye amemwona Ana Abella, anatamani afike kama Abella? Labda yuko nyumbani, hajiendelezi, hajui nini anatakiwa kufanya, lakini mara nyingi watu wanatuma ujumbe mfupi wa maandishi hapa kuomba connections, labda na yeye ni msanii, labda anapenda sana, anapenda kujifunza. Nini unamwambia Sauda? Ukijibeba utabebeka, usisubiri kubebwa kama kuna mtu ambaye hana sababu ya kuwa hapa ni mimi. Sijatoka kwenye familia tajiri. Nilifeli form four, nikapata division four, karibu kabisa na zero. Ndio leo naongelea kwenda kuchukua PhD. mm -hmm. Baba yangu alifariki nikiwa na miaka kumi. Nimekuwa kwenye mazingira ambayo wakati mwingine ada ilikuwa ni ngumu. Na je, nafahamu jinsi ya kulala njaa wakati mwingine kwenye maisha. Um, lakini leo nakumbuki nimetembea nchi ngapi duniani. Nimetembea nchi mpaka nimechoka, na kwa nchi ngapi duniani. Nisio kwamba nina pesa nyingi M, mara tatu ukiweka juhudi maisha yanabadilika. Ukipata watu wa kukolea Mungu kwanza, lakini usilalamikelalamike. Usisubiri kubebwa pale ambapo hamna kubeba, jibebe, jisukume. Na unajisukuma vipi? Kwa kujifunza, jitokeze, fanya Put your best foot forward every day. People are watching. Mm-hmm. So, position tu vizuri lakini fanya kibabe mm -hmm. Ukua ndoto kubwa watakushika mikono tu watu kabisa. hakunaga bahati bahati mm -hmm. zina juhudi, wanasema preparation, nini, luck meets a prepared mind. Success. mafanikio, ukana na akili iliyo tayari. vijana wangapi wanapata mkate wa kila siku au wanayona matumaini ya kuishi kupitia Abella kwa maana ya idadi ya vijana ambao wako chini yako. Nimeajiri vijana ishirini na tatu TBI, na nadhani kwa miaka kumi mfululizo, Tanzania Bora imeajiri kama zaidi ya vijana 100 wanakuja na kutoka kwa miradi mbalimbali zaidi. mm -hmm. adisa wasanii sabini na tano lakini vijana wengi kwa miaka kumi mfululizo, kuncho, kwa mafunzo mbalimbali kama. Lakini sasa sa, sa, bora imeajiri Tanzania Bora 23 tatu ina wasanii 45 okay, ambao nawaona kila siku. Kila siku naona wasanii 75 kwenye ofisi yangu. Okay. Lakini tunashika watu wengi. Miradi yetu nashika vijana wengi Afrika Mashariki, Afrika na hata kule duniani kushika. Nikushukuru sana kwa muda wako. Na mtazamaji, tunamaliza hivyo siku ya leo. Kwa wewe ambao walikuwa ukitufuatilia mwanzo mpaka mwisho, naamini kuna ambacho umejifunza, lakini kwa wewe msichana ambaye yuko nyumbani unatuangalia, una ndoto na kuna mahali umekata tamaa, umesikia story ya Abela hapa, alifeli alikufiwa na mzazi lakini amelelewa na watu wengi sana kwa hiyo kikubwa ni kuwa na jitihada kuongeza maarifa lakini kuwa na kiherehere eh amesisitiza kiherehere kizuri cha mafanikio na mimi nikuache hivyo kwa siku ya leo kuna namba simu ambayo inapita hapo chini kwenye screen yako 0848476566 tuma ujumbe mfupi wa maandishi ama nenda katika uh, page yangu Instagram saudi_kidani show tuma huko pia ujumbe mfupi wa maandishi na wewe kama ambaye ni msanii unatamani kujifunza Nitumia ujumbe nitakuunganisha moja kwa moja na Abella mpaka wakati mwingine kwaheri, kwa sasa